Nimekuita huko kwa sababu sikutaka maongezi ya mtoto yasikie, kwa sababu alikufa ni dada yake. Sasa akisikia, naona atajisikia vibaya. Ehe, vipi mwenzangu, na jipya? Jipya ninalo, Bi Yasmini, wakati tupo kwenye ule msiba na tupo kwenye msafara wa kuelekea kwenye kuzika yule marehemu, yule mzee mwenye kihelehele, ghafla litokea Vipi boyi, mbona kama wananisorola sana? Mi ne wote wale wale, acha pigo za kishamba basi. So kwamba nakusorola like ngasti? Sema nimekufananisha na sister yangu mmoja hivi, afu ukizingatia leo ameingia town, ka unashindwa kuelewa ni wewe au ndio ile, duniani wawili wawili, maana mlichotofautiana nyinyi ni itikeli tu, wewe una itikeli za kisera owe. Unanifanyishaje na washamba e? Unanifanyishaje mi na machua, unaweza kwa dada yako e? Acha pigo za kishamba bo, ningafikiri umenisimamisha hapo. Unanifanyisha na jitu fulani vimomba fulani, unakuja kunifanyisha na utumbo? Chukua taimu baba. Watu walitaharuki wakaanza kukimbia. Kwa kuwa nilitaka wasijue kinachoendelea, ilibidi na mimi niungane nao tuanze kukimbia pamoja, ili kuonesha na mimi nimeogopa. Sasa nilitaka nikuambia kwamba unapaswa kuwa makini kwenye kazi zako. Ninavyoongea na wewe mpaka hivi sasa, ule mwili wa marehemu ameshauchukua yeye, kwa sababu ulisahau kuubadilisha kuwa mgomba. Yeye ameuwahi. Nimekuelewa. So, ni hapa kuna msichana alikuja. Huyo msichana ana kilomolomo sana. Ameongea sana. Mpaka akataka kumtaja yule malemu, mimi nikamfunga mdomo. Na sasa utarajie kuna malemu mwingine anakuja. Maana kuna binti alikwenda kwa mganga, akapewa dawa, achimbie nyuma ya nyumba. Baada ya kumgundua tu nikamtupia kombora. Sasa tutarajie taarifa nyingine ya msiba. Una uhakika? Kwa kuwa nimeshateleza sasa hivi nitakuwa makini sana kwenye mwili wake huu, asiuchukue mtu yoyote. Safi. Kama ni hivyo, umemtupia kombora, ila nikwambie kuwa makini. Utakapofanya hilo, hakikisha unafunga kabisa, ili yule mwenye kihelehele asija kafanya tena kama alivyofanya. Hili nimekuelewa. Acha niende nyumbani. Sio ananitumatuma, naenda nazunguka huko na kote kote, naenda fiu, narudi fiu, nazunguka kote huko. Napenda sasa, wanangu <clears throat> na najua nielekea kusama na taruki iliyotokea hapa, kila mtu ameondoka. Jinsi gani ya kutatua na, ajomba, baki, na kwa ili iliyotokea, jomba, ni kuna wasu nimelipata, sisi tuliobaki sisi labidi tuende kwa mtaalamu kwa mtaalamu yule anasifika hapa kijijini kwa sababu ya lile jeneza, lije alitoa mtu limekuja lenyewe yani limeshuka. Hiyo kwa hiyo hataki kulifanywa lolote ile, mjomba akatwendia huko kwa mtaalamu. Sijyenyelewa mjomba. Nimekuelewa mjomba. Mimi nimeafiki, nime sana wazo lako. Inabidi tufuate hivyo ulivyosema kabla ya kupata majibu wa aliotoka mjomba, au sio dad? Sawa, mi nafikiri tukifanya hivyo itakuwa vizuri zaidi. Ghafla kuna kitu nimekisahau, na hicho kitu ni muhimu sana huko tunakokwenda. Basi kama kina umuhimu sana, niagize mimi ngakichukue. Hapana, acha nikifatie mwenyewe. Jamani, mi ni kijana, damu yangu bado inachemka, afu umri umeenda kwao. Nitakavyokimbia mimi na wewe ni vitu ili tofauti. Acha niende niwai kurudi kwa haraka. Ni kweli, lakini maana ya kukwambia hivyo Hicho kitu kiko chumbani kwangu, hivyo siwezi kukuruhusu wewe ukaingia chumbani kwangu. Acha niende mwenyewe. Sawa, basi acha ni tuongozane alafu turudi wote. Hapana, wewe nisubiri hapa pa mimi narudi muda si mrefu. Sawa. Ujio wangu nyumbani kwangu kuna changamoto. Maana jana nimempigia sana simu Makoroboi hakawa patikani. Na leo pia asubuhi nimempigia simu pia hapatikani. Nikaona bora nije nizungumze naye na nimemkosa. Hata yeye pia ili nakuhusu. Nyumbani kwangu kuna tatizo. Kuna changamoto gani tena shemu? Dada yako kipipi? Dada kipipi amefanyaje? Au ndo uchungu? Mimi nadhani itakuwa ni uchungu kwa sababu jana wakati tunatoka msibani, tunafika nyumbani tu alipatwa na mshtuko. Amedondoka chini, nikajaribu kuzungumza naye, inaonekana ni mtu ambaye amepoteza fahamu, na kuja kumwangalia kwenye miguu na mkuta anatoka na damu. Nikambeba nikampeleka ndani, baadaye nikamwita yule jirani yule Shakira, nimemwita tukatafuta usafiri tukampeleka hospitali. Baada ya kufika hospitali, tukampigia simu dada yake, akasema anakuja. Kwa hali iliyokuwa nayo, daktari akataka mimi nibaki pale, aliniambia niondoke sasa, kwa sababu kulikuwa na changamoto za fedha pale, nikaona niondoke. Nimefika asubuhi tena pia nampiga Makoroboi, Hapatikani tena. Sasa nilipitia kule bondeni kwa kazi kule, kuna kiasi yaani niazime, nimekikosa. Kwa hiyo nikasema nipitie hapa nikupe taarifa ili ujue. pole sana shem, kwa changamoto iliyokukuta. Basi asante basi. kuliko yale ya Nabi Musa ah. Kumbe kuna siri nzito sana ah,

kakaja kamdada hivi kameshoda kijoda kirefu kama kanaenda kwenye vikoba, kana maziwa kama maziwa Tanganyika. Mbele mbele kasema shida uh, nini kizuri zaidi kamanda, tutaii mkwa ni shaka kwenye lindo langu, sema nakasikia kama ni kezi kanakuja kuiba, labda nyumba nijue. Kakaa kidedea kafika hapo, mtoe ndani mlete um. uh. sema mlete simlete mzungu mungu Kakasikirizia kamefuloe eh, kanajikuta kenye kamwanaipapo. Nimekasikirizia tu mjuba. <laughs> mwisho wa siku mm, kani mungu ni Jacob sauti, kakakwama kakatu eh, eh, eh. Nikakambia ngoja kwanza, ngoja wewe tulia hapo hapo. Ayaendelea kufurou kakanzatu, kakaambia endelea, eh, eh, kufurou kimya. Kakatoka kanachechemea kanachechemea <laughs> kama kuku aliyekutana na ajali kwenye mawindo ma mawindo yakenamka nanipa vila malama vya ajabu. Nimeita kabisa, siwa kimya, siwa, jamani, toka nje kuku na wavamizi marisha babi, toka nje, kimya. Wewe ndio kisinda kama umepigwa nusu kaputi. Vipi? Jana mimi nilikuwa nimelala jioni, nikaamka, nikasema wapi mara papo kaja yule mzee. Yule mzee nani huyu? Yule mzee mjumbe, mjumbe bwana mzee Manembo. Uh, kile kizee fulani hivi nakuta kina kina kina, kina vinywele nywele fulani hivi vyeupe. Kumbe naye anaviwezaga hivi vitu. Kaja fyu, kashangaa, lakini nilipenda. Unajua mimi napenda michezo kama hiyo. Alafu najuza kwa nini mama anitumia hata gengeni hata kisimani, anaenda fyu, narudi fyu akaja kwa Jasmine akatoka wakaenda kwa pale pembeni, ama unge kaondoka tena vile vile fiu. Nikasema, natamani ipo siku alafu uje sije kukona nayo ukiwa unafanya michezo ile, mara ya kupotea potea ile. Vipi, hauna utaalamu ha? <laughs> uh -uh. Ujue siwa hizi vitu, sije kukona tumekaa tu hapa ukajua sisi labda ni mapoyoyo Mfano sasa, wewe tu kuchunguza chunguza mi hapa nakana bia simini, kisha nipa zamana nzima ya kukuelekeza elekeza wewe abda vinyimbo na mnashinda kupotea. Hey, tanguliza rehema yako kwa mke wangu kipipi, umnusuru kwa hali iliyomkuta na mbaya zaidi napitia sitofahamu, maana nimeenda hospitali sijafanikiwa hata kuona na sura yake. Naomba ujalie jitihada za madokta waweze kunusuru hayo mke wangu na mtoto wangu, maana atokea jana, nimekuwa kama mtu ambaye nimechanganyikiwa. Ah, ewe Mungu nisaidie shiko nyinge no shiko nyinge bano vale waza shiko nyinge no shiko nyinge ni vitu naishi waliwazaliwaza wali kuwapigapiga vimajungu wanafamilia na wanakijiji wasijue kama mimi naweza kufyu na kufyu. <laughs> Lakini hizo michezo mimi naziweza. Alafu ako kamzelo hasa akokazi nabiasimini, au ndio magwiji yani, ukisikia mkulanga kusema au ndio kusema sasa, yani wale, hata kama tu usipomsalimia kimekulamba akikuacha Labda umepigwa zindiko, basi sisi kutomtoroke Biasumini, tunaondoka kwenye misele yetu, kuzura zura tena pamoja. Atujui atu kama tumeondoka. Ah, nalo ni neno alafu kitu kingine, yaani hapo <laughs> kujuzi nitunga tunga ile nyimbo fulani hivi, aja miga sio kuimba nyimbo ya ya kuwaelimisha nyinyi mnokuja kwenye mafunzo, kuna ile nyimbo fulani hivi laipa hapo. Mimi naimba mziki wewe

Hey, hey, kumekucha tena. Mkikutana nyinyi lazima mkae vikao au kuna kitu baina yenu kinachoendelea mnanificha. Kiepe. Toka hapo fanya haraka sana nenda kwako. Siwa. Minaondoka lakini usisahau sawa. Na wewe chukua kilicho chako, ingia ndani. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadiri mchana kuwa kiza kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Sasa mimi sijakucheka alafu, ujui taratibu za hapa, kuingia humu ndani mpaka umwagiwe dawa, na kabla hatujenge mwenyewe nendia kabisa hapa. Sio kama chooni mwenzangu, umeingia kama chooni? Ndi ndio tukao tumefanya nini sasa? Pole, asante. Kimekukuta hicho kwa sababu unajua sheria za hapa, ila unajisaulisha Amenipiga halafu ananiambia pole. <laughs> Na tena nitakurudisha nyumbani basi, tambulia <laughs> <Nani? laughs> wewe sisi tumekuja kutupotoka tuna, tuna matatizo na matatizo hayo ndio yalituleta hapa. Ah, sisi haina haja kuniulizea kwa sababu nafahamu kilichowaleta hapa. Wewe, mimi na nyumba, mimi na sisi, tumetoka nyumbani wote, kwa sababu mimi nimekuwa nimefika sasa ngapi, wakati ndio kwanza tunafika sasa hivi nafahamu huko mlipotoka mmepata na matatizo. Kwanza poleni kwa msiba huyo. Asante mama. Asante mama. Huyo ndugu yenu mnayemwona amefariki ajafariki, kwa amri za Mwenyezi Mungu, isipokuwa kuna mkono wa binadamu, na huyo binadamu alitokeza kuwasaidia katika familia yenu, kwa sababu hapo hawa walio walikuwa unauma na baada ya kumwa kuna sehemu mkaenda ili mpate msaada tena tu mara baada ya yeye na ndugu zake kwenda katika mji wake na ndio hapo tatizo lilipoanzia hadi kufikia umauti wake. Yani kiukweli, lile tukio lilotokea jana msibani imenitisha sana, mpaka kulala nimelala kwa kuogopa sana, na unajua, mimi dadako, nilivyokuwa muoga. Ameondoka mume wangu tu, nimeshindwa kukaa mwenyewe nikaamua nije nikufuate mdogo wangu tuje tuishi wote. Ah, na ile iliyotokea. Yanifanya nishindwe kuvumilia mdogo wangu. Yaani inabidi tutoke hapa turudi kwa mjomba. Sasa, dada. Yaani, unajua unanishangaza sana. Yaani, sijui hata uoga wako wa design gani. Kuondoka tu hapa, mume wako, umenitoa nyumbani mimi, umenileta huku. Kwa maana kwamba wawili ni wawili. Sasa leo hii tena tuko wawili mimi na wewe. Bado tena unakuwa unaogopa unaogopa nini? Alafu tutoke tena hapa turudi nyumbani hivi, mjomba sisi atatuchukuliaje? Yaani kila siku sisi kuhamisha mabegi tu, tunatoa mizigo ya huku tunapeleka huku, tunatoa huku tunapeleka huku, siatatoa machizi sisi. Yaani kuhusu mjomba atatuchukuliaje? Atuchukulie tu atakavyotuchukulia, ila mimi kukaa hapa tena siwezi. Turudi kwa mjomba, dada. Yaani, umesahau kabisa kama mimi ndugu yako natumia dawa, na unajua kabisa zile dawa nimepewa masharti ya kutokuwa mama nyuma. Yaani nilivotoka nyumbani kuja huku, nimeenda kwanza kwa mganga kumuulizia kama zinafaa, ndo nikaja hapa. Leo tena nitoke hapa nirudi tena nyumbani? Au nione huruma mimi mdogo wako changogo? Hapo sasa unataka kuta kutafuta sababu kama ulienda kwa mtaalamu wako akakwambia inawezekana kuzihamisha dawa, kuzitoa kule nyumbani, kuzileta hapa na ukaendelea kutumia, inashindikana vipi kuzitoa hapa tena tukarudi nyumbani? Kama shida ni hiyo, mimi niko tayari tutoke hapa tuende kwa mtaalamu wako tukamuulize, ila usiku wa leo usitukute hapa, utukute tusharudi nyumbani. <sighs> Haya, sawa, ila nakuambia na nakusisitizia kwamba tukitoa mguu hapa hatuendi nyumbani moja kwa moja. Kwanza tunaenda kwa mganga kwanza akanipe maelekezo, alafu baada ya hapo sasa ndo tunatoka tunarudi nyumbani. Aya, sawa, mi niko tayari. Sawa, na ukiachana na hilo lingine kubwa lilowaleta hapa ni kuhusiana na jeneza ambayo lipo nyumbani kwenu. Umo, umo mganga, yaani kuna jeneza pale nyumbani, toka lilivyoshuka mpaka tukaamua tuweke mlinzi kabisa meme. Na limelala hapo nyumbani, ni hatuna amani, na tutaka tuje jana kwa muda umekwenda, tukasema basi tuje leo tusaidie mtaalamu. Mimi nitasaidia, lakini msaada wangu utaanzia kuhusiana na hiyo jeneza mwili wa ndugu yenu uko sehemu salama. Kuna mtu amemchukua huyo mtu, ni mzuri endapo pale ukiwa hujamkorofisha, lakini ukimkorofisha ni mbaya. Na amemchukua ndugu yenu kwa sababu hao watu waliomuua kimazingara anavita nao kwa sasa. Nitaanza na hilo swala la jeneza, nitawapatia dawa mwende mkamwagie katika jeneza ila isipokuwa atakiwa kuhusishwa mtu yoyote, nyinyi peke yenu na ndugu ndio mnatakiwa mfanye hiyo kazi. Sasa mama, kwa hapo kuna uwezekano wa kuweza kumpata ndugu yetu? mwongozo wote mtaupata kwangu. Moja kwanza, tuanze na swala la jeneza, na msisubutu kumfata mtu aliochukua mwili wa ndugu yenu. Mmenielewa?

Shemeji bade saizi salama? Shemeji naona na umerudi. Vipi hospitali mgonjwa anaendeleaje? anaendelea vizuri tu, ila kuna shida. Shida gani tena? tulipotoka jana hapo kumpeleka hospitali tukaami tuna hospitali kubwa, kumbe mpaka tunafika kule mtoto kashafia tumboni. Shemeji ye ye shemeji Nimekusikia lakini sija kuelewa. Umesema mtoto amefanya nini? Jana tulivyomwacha hospitali, leo asubuhi nilivyoenda, daktari akaniambia mtoto alishafia tumboni. Shemeji, mmeshindwa kuongea na dokta? Yani hivi mmekaa mkajua kabisa kama yule mtoto wangu, hamkutafakari kwamba yule ni mtoto wangu wa kwanza mimi. Jamani, mbona mnanifanya makusudi? Ungeongea na dokta kwamba huyu shemeji yangu ni mtoto wake wa kwanza. Jamani, mnifikirie Mw, na mimi basi, mnifikirie na mimi basi. Mimi binadamu nani, mtoto wangu nimepata naye shida. Jinsi gani ninavyompenda mtoto wangu, nilikuwa tamani nimuone siku moja. Shemeji, mimi sija kuelewa, naomba nieleze vizuri. Mtoto wangu mmemfanya nini? huyo Mungu unayemzungumzia una wewe ndo Mungu wa kwangu, mimi na Mungu wa wote wengine hajawaona, kaniona mimi. Ni mtoto wangu wa kwanza huyo, sijawahi kupata mtoto hata siku moja. Shemeji, nihurumie basi na mimi vake hatu changu, vake hatu changu. Ungekuwa wewe ungeweza na, na kingine sio mimi ni moyo ndo unanisukuma hivyo. Utapata mwingine, muda bado upo. Sawa, nimekuelewa. Lakini Kipipi mimi nimkataza kwenda kwenye mashughuli, kwenda kwenye misiba. Nilimwambia kuwa mimi ndo nitamwakilisha kwenye shughuli zote na misiba yote. Ubishi huu, jamani! Ah. najua pia kwa naumia kwao, akirudi na kushauri tu, usimlaumu usimsemi kwa sababu si wanawake tukipitia hiyo hali tunakuwa na hasira sana kwao, mnaanza mkagombana bure. Shemeji, sawa sawa. So, mimi ningeenda ndani. Sawa shemeji, mimi hapa namaliza kuosha vyombo, niendelee chakula nimpelekee, na hata hivyo madaktari wamesema akiendelea vizuri anaweza kuruhusiwa mchana, nikarudi naye <mucho> tu chini ya uvungu, tujaviona watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko, sijapata kuona. Wanaitwa mekwa una fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui. Ah.